Hivi unajua ni kwa nini unashindwa kushika haya yaliyoandikwa kwenye kitabu hiki? Kimeandikwaje? Biblia unajua ni kwa nini unabishia bishia ya yaliyoandikwa alafu unachagua nini uamini nini usiamini. Kuna usichokijua, na usichokijua ni kwamba kinachokufanya wewe unashindwa kushika yaliyoandikwa humu na mengine unayabishia yaliyoandikwa humu ni kwa sababu unadhani iliandikwa kwa ajili yako, kumbe ni kwa ajili aliyekuumba. It's all about God. Hebu angalia Mwanzo moja mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Inaanza na Mungu, inaishia na Mungu. Yesu ni Mungu. Ufunuo ishirini na mbili mstari wa ishirini na moja Neema ya Bwana Yesu na iwe pamoja nanyi yote nyote. Amina, amena, mpongeze rozi. Yohana moja mstari wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Bonus, hiki kitabu hakikuandikwa ili kukufeva wewe, hakikuandika hakikuandikwa ili kufuata matakwa yako wewe, matakwa yako wewe ama matakwa yangu mimi kimeandikwa ili mimi na wewe tufate anayoyataka aliyeagiza yaliyoandikwa huko. Sasa kwa sababu umeshajua, badilika, basi msikilize na umtii na ufate anachokitaka.